Unaona, Naomi Elimeleki Maloni na Kilioni wanaenda kukufia Moab, kile kilikuwa kinawasumbua ni madhabahu ilinjengwa 1800 years ago. Ni kama wewe unafuatwa na madhabahu ya Kenya hii. Najua haitapendeza kila mtu but allow me to say it. Kenya, ile kazi iko saa hii kama we ni mwanamke, imebaki kazi mbili zile uwezi ukakosa sana, ya kufua manguo na ya menti ime sasa, kwa sababu kuna hiyo madhambao, unapata kazi Qatar. Ukienda Qatar unakuta ile kazi uliacha Kenya ndio iko wapi? Kwa sababu kuna madhambao unajaribu kukimbia lakini ukiingia ndege iko unyo unyo. Hapo ukishuka airport ya daba airport, madhabahu iko wapi? Ukiingia kwa ofisi ya huko, madhabahu iko wapi? Mnaambiwa wiki mbili utapata kazi, ile kazi utakujua kufanya, unakuta ni ile kazi uliacha Kenya. Nataka kufunza kitu inaitwa altars. Hata unjaribu ku madhabahu wamekwenu when the looking for a greener pasture and looking for a better life you might not get a better life but you might end up being embittered and embattled